Mmesikia watu wanasema tunazungumza amani sana lakini hatuzungumzi haki tena. Wanasema watu wazito, nikasema ngoja niende kwenye kitovu ambako Mwalimu alitoa machozi kwa ajili ya amani, tuwasaidie kuelewa kwamba ukizungumza amani, ndani ya amani kuna haki ndani ya amani kuna haki, kwa sababu amani ikikosekana, wenye nguvu, wenye uwezo mdogo wanaumia. Ikitokea amani, wanawake wanakimbia na watoto wao, na nyinyi ni mashahidi, mmeona wanawake wa nchi jirani wakimbilia Tabora. Ni uongo? Ndio, kwa sababu amani imekosekana. Ukilinda amani, unalinda haki tena unalinda haki ya wanyonge unalinda haki ya wasiokuwa na sauti hawa. Nazungumza haki ya mtu anasema anataka kuwa rais, alafu anaambiwa eti tukibadili katiba anakuwa rais, na haki inayosemwa ni ya mtu mmoja badala ya kuzungumza haki ya walio wengi. Tunauliza huyu anayesema, hatuzungumzi haki, tunazungumza amani Sijui anadhani amani handani ya amani hakuna haki hadi halipote. Ambapo amani imekosekana, haki imepotea ya walio wengi, haki imepotea ya walio wengi. Ukileta fujo hapa, na nchi zote zilizotuzunguka watu wake walikimbia kuja hapa. Ikitokea zoruba, nyinyi mnakimbia kwenda wapi? wale wenyewe wamekimbia kwao na nyinyi mnataka kukimbilia kwao, mnapishana kama sisimizi. Tunasema, tunasisitiza haki, lakini haki iko ndani ya amani, na katiba ya Jamhuri ya Muungano imeweka vyombo, imesema kazi ya bunge ni kutunga sheria, kazi ya mahakama ni kutafasiri sheria na kuweka haki na haki hiyo ni haki ya kibinadamu, hatuzungumzi haki ya Mungu. Maana ya Mungu itakuja mwishoni mwa dunia, lakini hapa duniani tumeweka mahakama kwamba ndio inayolinda haki za watu. Sasa kama wewe unadhani upewi haki, uende kwenye mahakama ukadai hiyo haki yako, usikilizwe ili ulete amani na upate haki yako kwa njia ya amani. Unatuambia utakinukisha, unatuambia utaichoma Tanzania. Nani amekupa leseni ya kuchoma Tanzania? Kwa idhini ya nani? Ndio maana tunawaambia wale wanaotaka kutumia nguvu, tutawaambia hiyo sio njia halali. Unataka kuvunja haki ya wanyonge wa Tanzania Unataka kukrieti matatizo ambayo yatafanya wakinamama wakimbie kliniki na kliniki tulizojengea zibomolewe kwa mabomu. Hatuwezi kukubali hilo na nawashangaa Watanzania ambao hawajaelewa, wakiwasikiliza wanawapigia makofi, lakini hawajui gharama zake. Mimi nakuja kuwachochea Watanzania kupitia Tabora, kupitia Tabora ambako ndiko chimbuko la amani, amani iliyowekwa Tanzania kwa machozi ya Julius Nyerere, kwamba amani hii lazima itadumu kwa gharama yoyote. Hatuwezi kuruhusu watu wachache au kikundi kinachotumwa na vibaraka na wakoloni mamboleo kuja kuvuruga nchi yetu, hatutawaruhusu kufanya hivyo. Narudia, kuna amani. Na ndani ya amani kuna haki.